Kwanza mheshimiwa meya, tunashukuru sana kwa, kwa kazi njema iliyofanyika. Mimi naitwa Boisafi Mataruma, ndiye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Irangau kata ya Terat hapa Arusha jiji. E, kwa kweli tunashukuru kwa msaada uliotolewa um, siku ya leo ni msaada mkubwa kabisa. E, tangu kufika timu ya mkuu wa wilaya wa Arusha jiji pamoja na wataalamu wa TARURA pamoja na viongozi wa chama na serikali hapa asubuhi na mapema kuangalia hali halisi ya, ya barabara hii inayoitwa ya, Dampo ya Simbaweli mpaka dampo au wengine wanaita, wanaita, wanaita, wanaita Njiro Ndogo. Barabara hii ilikuwa ni kero kubwa sana, sana, kwamba matope haya yanayoletwa na maji yanayotoka huko Orkun kuja huku yamesababisha wananchi wa hapa kutoka kwenye majumba yao kukawa shida kubwa sana ni majira na nyakati mbalimbali mbali. Hasa wakati wa mvua ndio kunakuwa kuna mateso makubwa. Kama hapa watoto wa shule walikuwa wameshashindwa kabisa kwenda shule, wala wamama wanaoenda masoko ya Kilombero na soko kuu asubuhi na mapema walikuwa hawawezi kupita tena, ndio maana kukawa kuna vuguvugu la, la wama za aina mbalimbali, lakini alipokuja mkuu wa wilaya asubuhi na mapema na timu ya Tarura tukaanza Um, kuona mabadiliko makubwa kwenye ile timu aliyoipanga mkuu wa wilaya, na baada ya hapo tukaanza kuona vifusi vimeingia kwa kasi, tukaanza matengenezo ya barabara hii, na mpaka sasa hivi navyozungumza sasa hivi kama unavyoona hivi mheshimiwa, inapitika, yani magari yanapita sasa hivi, bajaji zinapita, pikipiki piki zinapita, eh, watoto wa shule wanapita, na wanafunzi wanaoenda maeneo mbalimbali wanapita kwa hiyo kwa ufupi barabara inapitika, tunaweza tukasema hivyo. Lakini kikubwa, mheshimiwa meya, wakati kulipokuja hizi vifusi vikaja vile vifusi 15 kabla havijaongezeka viwe kama 25 hivi, kulikuwa bado wananchi wameshika machepe mabeleshi, wanasambaza hii moram kwa jinsi walivyokuwa na kiu ya maendeleo kwenye kwenye huu mtaa, wameshika chepe, hasa vijana wa hapa wameshika chepe, mpaka wamama wakurugenzi wa shule wameshika chepe. Chepe, amna mtu ambaye ashika chepe hapa, hata mimi mwenyewe nishika chepe. Tupa mawe huku na kule kwa nguvu. Yaani kiasi kwamba eh, hata kuonyesha wale tulioona tunaonekana tunatenda ile kazi tu, ilikuwa ni shukrani tosha kwamba tulikuwa tunahitaji msaada. Baadaye tukawasiliana na wewe na mkurugenzi, ndio sasa tukapata ile msaada wa greda ya kwako ile. Greda ya jiji ilipokuja hapa ndio ikasambaza vile vifusi vyote na kuchimba huo mtaro unaoonekana hapa ambao maji yanaweza yakapitia hapo. Kwa ndio ikaja ikaonekana kazi ile ilikuwa inafanywa na wataalamu na watu wenye mipango thabiti kama wewe Mheshimiwa Meya. Kwa hiyo, mpaka sasa hivi kuja kufikia muda huu tunasubiria malori matano ya mwisho, ambayo yatafanya hapa pazawazike kabisa na tatizo litakuwa limesha limesha limesha limesha tatuliwa kwa kiwango kikubwa. Kwa wananchi wa hapa wanakushukuru sana. Wanashukuru uongozi wa jiji. Wanashukuru uongozi wa mkuu wa wilaya. Sasa hiki mheshimiwa meya, jambo la kwanza, nimekuwa nikitamani sana nione sura yako kwa sababu wewe pia ni mdau wa maendeleo katika eneo letu la Erangau. Ni mwekezaji mwekezaji, mwenzangu, naomba mkono wako tafadhali. Nimekuwa nikitamani sana kwa sababu wewe pia ni mdau wa maendeleo. Hii barabara yetu navyoiona hii hapa, kwanza inaunganisha watu watu kutoka Njiro Ndogo, Erangau, kwenda kupata huduma ya afya. Kuna huduma ya afya hapa mbele ambayo tunaitegemea sisi wote watoto na wazazi. Jambo la pili, wewe pia una watoto katika eneo hili. Mara nyingi magari yako yanakwama hapa, gari lako likikwama gari langu linasafisha toka kwa peka pale la kwangu likikwama, la kwako likija ninasafisha hapo. Mbaya zaidi wananchi wamekuwa wakisukuma magari, magari yetu kutoka kwenye tope bila kudai hata senti nyekundu. Akiwa pana nguzo hapa hapa ni balozi kipaumbele. Kwa hiyo kwa ufupi Leo nimepiga simu saa kumi na moja. Kasawa, wakina napiga simu saa kumi na moja hii. Wanawaambia mkurugenzi, amka njoo barabarani tunatetea haki ya njoo, barabara, barabara. Kasawa, ah hii kweli kweli. Kasawa niko na nyinyi kwa sababu ndio kiu ya wananchi yeah na kweli nilivyokuja hapa nakutana na wabalozi wenzangu, tunashukuru sana kwa msaada wenu tupatia sisi hapa kwa siku ya leo panapitika kwa ufupi. Kwa ufupi tu panapitika. mm -hmm. Lakini tunashukuru meneja wa Tarura pia ametuhakikishia kwamba Alhamisi ijayo kazi rasmi inaanza hapa hii ni kama vile tumepewa uji lakini tunasubia ugali na mboga kuweka mtaro mzuri kushusha kugawa maji mengine aende kule tanroadi mengine arudi korongoni pale mimi kwa majina naitwa Esther Senga. mimi na biashara yangu hapa kama mnavyoona yaani changamoto kubwa ni hii barabara maji yanajaa mengi sana maji yanajaa mengi sana kiasi kwamba hakuna mtu anaweza kaja kanunua chochote hapa wote hapa tunafanya biashara mtu hawezi kuingia wala kutoka, kiasi kwamba mtu yuko tayari akatunue bidhaa mbali kule kuliko aje hapa, kwa sababu maji, maji yanajaa mengi sana. Kama leo asubuhi, nasikia kama juzi, yani tunabidi tubebe watoto tuwavushe, maana hawezi kwenda huku wala, ukabidi ubebe mtoto mgongoni, labda kama ni shule umpeleke shule hivyo, yani kiasi kwamba tunapata changamoto sana kwenye hii barabara. Lakini kwa siku ya leo tunashukuru sana Mungu kwa kweli, kama hapa tumetengenezewa ni kiasi kwamba hapa panajaa maji sana hapa, yani kwa tunapita kule inabidi tupite kule ndo tuvuke pale mbele pale pako pana changamoto kubwa sana pale s kwamba huwezi kupita yani, sio pikipiki sio kupita miguu, lakini kwa siku ya leo kwa kweli tunawashukuru sana. Ahadi za uongo hatutaki tena, tumekuwa tukiahidiwa, tumeshaambatana na hii barabara sana, tumeshaenda mpaka kwa mkuu wa mkoa, tuna vitna makabrasha hu, kiongozi saa ingine anatusaidia diwani atokei tumesha mwaga vifusi kwa hela zetu binafsi kule kuzuia maji asitumize. Sasa sisi tusiongee sana, Alhamisi wiki inaokuja tunaomba huo msaada, hapo sio msaada kwanza, wafanye hiyo kazi ya utekelezaji wa mifereji, kwa sababu watu wametumia gharama nyingi kujenga nyumba huko, nyumba zinaharibika, watu wanaumwa, kubeba mama mjamzito ni mpaka mtoe barabarani, na tuko kwenye barabara nzuri sisi. Hatutaki ahadi za uongo, ndugu viongozi. Mimi kwa jina naitwa Mr. Mongi, Irangau, na Mongi ni mkazi wa Irangau. Nashukuru sana kumjua Mstahiki Meya. Siko sijamuona kwa karibu sana, nilikuwa nimezoea na wenye viti vyangu. Lakini cha msingi Mstahiki Meya, kweli barabara tunayo lakini hatupiti. Kingine Mstahiki Meya, wameshaongea mengi. Mimi nachotaka ni kazi hapo niweke nyundo. Hao wanaomba bado vya kuleta kutoboa hii hapa. Wakisha haribu, wanaacha hivyo hivyo. Kwa hiyo Mstahiki Meya, hata kama barabara yetu itatengenezwa mtu akija kuomba kibali kwa ajili ya kuunganisha hapa aambiwe mazingira aache salama. Kama sio yeye, serikali mweke mazingira kwa salama, kwa sababu cha kwanza pale juu kwa Lemira, aliounganisha pale alituharibia pale kompi, mpaka papitiki tena tena, pabovu pa kabisa, gari linazama mpaka napasua sampo, sampo inapasukia pale. Tulisukuma pale gari, kapasuka sampo kikubwa. Kama umepewa kibali cha kuunganisha hapa kama sio serikali, wewe uliopewa kibali, rekebisha yule pale juu. Pale juu, juu, kabisa sokoni wani kule juu naye alipewa kibali hivyo, hatujui nani alimpa kibali, ametoboa amepacha hivyo hivyo broken, tunapita tunaanguka. Mimi nilianguka nishavunjika mguu kidogo, nivunjike mguu hapa, kwa sababu pako chepechepe chepe, kama zizi la nguruwe. Kwa hiyo Mstahiki Meya, kama kutakuwa barabara itatengenezwa basi kuwe na masharti kwa ajili ya kutumia hii barabara na kuitunza, ili sio itengenezwe leo alafu masika tunapita vule hatupiti. Sawa. Na kingine hii barabara, kwa sababu ishakuwa ni barabara kuu ya kutunganisha kutoka Kidunda hadi Simba na hadi Mkono hospitali, kama itakuwa ni vyema watokee kiwango cha lami. Hii magari ya shule ikifika hapo apo, oh, oh, oh, oh, yani, zi, zi, sato hapo zinabaki hapo hapo, gari za shule mi kwanza niwape pole kwa kilichotokea, na sio sidhani kama ni kitu sahihi, lakini ni wapongeze pia kwa ustahimilivu wenu, kwa sababu mmeshirikiana na serikali mmetatua tatizo na serikali. Serikali ni nani? Serikali ni kama mzazi wako, inawezekana akataka kufanyia mambo mengi, lakini yatakayofanyika yanategemea na mapato na kipato chake, si ndio? Kwa mimi rai yangu kwenu, tuendelee kuiunga mkono serikali lakini matumizi ya nguvu kwenye kudai haki haishauriwi. Msitumie nguvu pale ambako kuna changamoto. Ofisi za serikali ziko wazi, ofisi ya mkurugenzi iko wazi, ya meya iko wazi, ya mkoa, wilaya iko wazi. Tumieni hizo ofisi katika kupata nini? Majawabu ya matatizo yenu. Na kwa wananchi, mi pia niwapongeza, maana nimeambiwa mmepiga mpaka na machepe ikiwa una mwananchi ni mkurugenzi wa shule anakuja, anapiga chepe, anasaidia mm, mm, mm, ni jambo la kupongeza mkurugenzi, la ni kupongeza sana. Lakini amesema anasaidia mpaka magari ya wadau wengine wa, yeah, really. wa, wa sekta yake really. Kwa hiyo ni jambo jema, ni mfano wa kuigwa. Lakini mimi ni waombe mwenyekiti Irangau hii ni ya kila mmoja wa mwana Irangau ana kila jukumu la kufanya nini la kuijenga kwa kipande kidogo kidogo. Rai yangu ya kwanza, wananchi wasijenge kwenye hifadhi ya barabara. Unaona kama hivi mabanda yanavyojengwa, ya mwingine kesho ataongeza ingine, baadaye mna barabara. Kuna mdau mmoja hapa alisema ikiwezekana tuwekewe na lami. Itafika kipindi tutakuwa na pesa ya lami na na barabara, viwango ya lami lakini hatuna barabara yenye viwango vya kuwekewa lami kwa sababu ili TARURA ichukue barabara lazima iwe na upande wa mita kumi na mbili na kuendelea. Sasa usiruhusu ujenzi holela kwenye nini kwenye, kwenye hifadhi ya barabara na hii wananchi wote simamieni, sio sio mheshimiwa mwenyekiti peke yake. Lakini sambamba na hilo ukiangalia huku kwenu ukame ni mkubwa sana ni waombe mjikite kwenye kupanda miti kipindi cha mvua za masika, kuhakikisha mji unakuwa kijani. Irangau inakuwa ya? Kijani. Lakini sambamba na hilo pia swala la usafi, naomba tujikite kwenye kufanya usafi kwenye mazingira yetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Christian Makonda ametoa paka zawadi kwa wenye viti wa mitaa milioni tano, milioni tatu na milioni mbili nafirikitu kama hicho. Kwa ajili ya nini? Kwa mtaa utakaofanya vizuri. Mimi maana yangu ni kwamba zawadi hizo zitakuja katika mtaa wako. Sasa ili iweze kuja, lazima ufanye nini? Usimamie kazi ya usafi kwa nguvu zako zote kabisa. Jambo langu la mwisho simamie ni swala la ulinzi na usalama. Ulinzi na usalama ni jukumu la kila mwana Irangau kila mtu awe polisi wa mwenzake. Pale unapoona kuna mtu anaenda ndivyo sivyo, toa taarifa. Huyu bwana kwa mamlaka yake ana polisi moja, si kweli? una polisi mtaa, wewe ndio ehe. Kwa hiyo ukimpigia tu simu atampigia polisi, atakuja, atarekebisha jambo. Ni waombe kwamba serikali yenu iko makini, iko pamoja na nyinyi, inawajali. Kama tulivyosema, tuliosema, ikifika siku ya Alhamisi watakuja wa, watu wa kufanya sasa barabara ikae vema zaidi, lakini inaweza katokea sometimes tukasema Alhamisi kwa bahati mbaya Maisha ya binadamu yana mambo mengi, akaugua mtu, gari ikapata hitilafu, ila mimi nahakikishia kwamba barabara hii changamoto ya, ya, ya haya mashimo ya barabarani tutayakomesha, nyinyi tushirikiani. Bahati nzuri una simu yangu namba na yangu nayo, nipigie wakati wowote ule Saus. Kama kuna changamoto, na mi, kwa sababu mi ni jirani, mi nakaa hapo juu. Kwa hiyo ni mwana Irangau kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawashukuru sana, niwatakie kila lilo jema, na kwa Waislamu, naomba niwatakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Kristo basi niwatakie jema, asante sana mheshimiwa. Sa. Meya, tunashukuru kwa yote. Ndugu wananchi, nafikiri yote aliyosema tutakuwa na... na ishu nzima ya kuyazingatia. Ulisema habari za miti ile ya kupanda, una nyakati ambao ulikuwa una mamlaka ilikuwa inatusaidia hiyo, chimbeni mashimo, chimbe mashimo. Wananchi jamani, kila mmoja aliyeko hapa achimbe mashimo matano matano tu mashimo. Yeah. Sana. Mboshimba. Mboshimba. Mboshimba. Pale. Ime... naona Mboshimba kabisa naona kabisa yeah, na majirani walioko huku ambapo wako upande wako, wako, mm, wa juu ambapo hawajapanda wachimbe. Mkishamaliza kuchimba mahusiano yangu mnayo tunasogea kwa mheshimiwa, tunachukua hiyo miti mnakuja kupanda. Ukiweka na mbolea kidogo kwenye hilo shimo itapendeza sana kipindi hiki kwa mnapokea miti yenu ya, ya, ya vivuli mnaipata. Zaidi ya yote niseme asante, amewashukuru wote kwa pamoja, wananchi mliosaidiana naye kwenye kutatua tatizo hili. Asante mheshimiwa, karibu sana, karibu sana sante. Sante. Punda, ng'ombe kwa kila miti yetu, ulinzi nimesema ni jukumu la kila mtu, kwa hiyo kwenda punda unamtoa pale.